Bana, hmm, ni kuna mala nataka nitoke mara moja. Kuna shoga yangu yuko hapo ana shughuli yake. Kwa unnda kuangalia sare ya vijola. Si unanielewa? Na we unajua sasa usiku atujalala. Huyu mwanao amelia usiku kucha. Nimelala niko macho. Zamu kwa zamu. Eba, mwanao peleka hospitali. Sasa, mke wangu. Hiyo shughuli sio yako yako. Haikuhusu ndio wala sikio Bada uniambie, tuzungumzie swala la mtoto huo. anataka aende kwenye shughuli kweli, mamangu? Sasa mimi nikuulize hiyo swali sasa, kati ya sare na mwanao, kipi bora? Ukaunganisha vitu vya kipumbavu hivi na vitu vya maana. Ile ni shughuli baba. Wewe mpumbavu, tafadhali. ile ni shughuli na mimi ndio mwana shughuli. Huyo mtoto nitazaa hata kumi, shughuli yenyewe inaisha Naelewa itanipita lakini, watoto, nina mbegu zaidi ya 30 zimejijea tumboni mwao, kwa hiyo hata kakienda akanitazaa. Upo, beba mwanao, peleka kliniki, ana sindano ya mapaja, kumbuka hilo umwambie mm -hmm. nesi. Sawa nipe nimpeleke. Leo umekuwa dada bora. Aya, nawachai waniloge eh? Hey, hey! Mwanaume nimepata na ninatamba naye. Beba mpenzi wangu beba, babangu mzuri eh. Deba, sasa ninzangu kwenye shughuli nikatame nikachague sale leo kufunge na bado le utaweza kuzalisha raha kulea. Yeah, yes, ah kadi hmm? Unataka kubeba mkononi? Unataka kila mtu ajue unaenda wapi? Baba, siku moja moja beba mtoto wako upeleka hospitali mimi yaku mimi kazi yangu ni kuzaa tu, mengine sitaki kujua. Naanza kwenye shughuli, umenielewa nah? Ukirudi funguo utaikuta hapo chini, utambembeleza, utamlaza nitamkuta. Ukishindwa sana, utanikuta kwa mama Asha. Kwa heri, nenda bwana. Hey, mara moja moja nibaki kama msichana, nishindwe kupata na wapenzi nakak la watu